zadi katika kaunti ya Kirinyaga eneo bunge la Mwea na mpata. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ameshikilia kuwa wanaotumika na rais Ruto katika eneo la Mlima Kenya ni wasaliti wa jamii ya eneo hilo. Akirejelea maandamano yaliyokuwepo siku ya jana kutokana na matamshi yake, Gachagua amemsuta gavana wa Kirinyaga Anne mombe wa Waiguru akisema aliwatumia akina mama vibaya. Haya yanajia wakati ambao mbunge wa Ndia George Kariuki amemkashifu aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua baada ya kumwita msaliti huku akisema kuwa alipokuwa uongozini hakuleta maendeleo kwa wakazi wa eneo hilo. Gavana anapanga ati wamama kumi wapige kelele. Mimi nauliza wewe gavana, kama unapanga maandamano siku Ruto aliua watoto ya Jenzi, mbona hukupanga maandamano? Mimi nakuuliza wewe Mombi tangu Kasongo alete mchele kutoka Pakistan, ndiyo watu ambao wa waumie. Ulikosa wakinamama hata mia tatu wakuja kwa barabara wapige kelele, kasongo aone aibu? Tangu Kasongo akule pesa ya Kemri, bona hujapanga akinamama wa wapige kelele? Lakini ukisemekana we wewe ni msaliti, wewe ni mtu ya Kasongo, ati unataka kutuonesha kiburi. Mimi nakwambia Mumekasirika kwa sababu nimeanika nyinyi. Wewe umepanga chama wirubaro hapa Kirinyaga, ya kuja kukonfuse watu wetu. Nyinyi mnaweza kuwa konfuse na mimi, nasema wewe ukuwe mwanaume uwe mama, wewe kama ni msaliti, msaliti ni msali. Wewe gavana and MPs ya Kirinyaga, nyinyi ndio adui kubwa ya watu ya mwea na watu ya Kirinyaga, na niseme ya kwamba ni aibu Hakuna mtu asiyofaa na asiyofaa kafaa. Na ile kudhalilishwa tulionyeshwa njana na gavana Waiguru ni, ni alitufanya aibu kubwa sana. Ati mimi ni msaliti, mimi ni msaliti, lakini nimewekea watu maji, nimewekea stima, tumetengeneza mashule, tunawalipia school fees na tunawafanyia maendeleo. Kwa hivyo wee Gachagua, mimi ni musaliti lakini msaliti wa maendeleo. Wewe ni msaliti, musaliti mwenye hapei watu maendeleo hata kidogo. Wewe ni msaliti wa mdomo peke yake na kukimbia hapa kuongea na kupiga watu.